Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kwa mujibu wa kanuni ya 40 mabano moja ya kanuni ya uchaguzi 2025, imepanga vituo vya kura, kura ya mapema kwa wanaohusika na upigaji wa kura hiyo kama ifuatavyo. Jimbo la Konde kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya sekondari Konde. Jimbo la Micheweni kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya sekondari Micheweni. Jimbo la Tumbe kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya msingi Chimba. Jimbo la Wingwi kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya msingi Simai. Jimbo la Gando kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Idirisa Abdulwakil. Jimbo la Kojani kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Sekondari Chwale. Jimbo la Mtambwe kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Sekondari Piki. Jimbo la Pandani kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Sekondari Pandani. Jimbo la Wete kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Chasasa. Jimbo la Chake Chake, kituo cha kupigia kura ya mapema ni Wizara ya Mawasiliano Tibirinzi. Jimbo la Chonga, kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Pujini. Jimbo la Ole, kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Sekondari Ole. Jimbo la Wawi, kituo cha kupigia kura ya mapema ni Uwanja wa Gombani. Jimbo la Ziwani, kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Ziwani. Jimbo la Chambani, kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Msingi Mizingani. Jimbo la Kiwani kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Sekondari Kiwani. Jimbo la Mkoani kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Uweleni. Jimbo la Mtambile kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Mtambile. Jimbo la Chaani kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Banda Maji. Jimbo la Kijini kituo cha kupigia kura ya mapema ni Skuli ya Msingi Mkwajuni. Jimbo la Mkwajuni, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Kibeni. Jimbo la Nungwi, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Nungwi. Jimbo la Tumbatu, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Pale. Jimbo la Bumwini, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Balozi Saif Ali Idi. Jimbo la Donge, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Mahonda B. Jimbo la Mahonda, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Kitope. Jimbo la Chwaka, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Jendele. Jimbo la Tunguu, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Tunguu. Jimbo la Uzini, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Uzini. Jimbo la Makunduchi, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Kajengwa. Jimbo la Paje, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Muungoni. Jimbo la Bububu, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Langoni. Jimbo la Mfenesini, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Mfenesini. Jimbo la Mtoni, kituo cha kupigia kura ya mapema ni Suza Betel Ras. Jimbo la Mwera, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Kianga. Jimbo la Welezo, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli mpya ya Mtofani. Jimbo la Dimani, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli mpya ya Maungani. Jimbo la Fuoni, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Kibondeni. Jimbo la Kiembe Samaki, kituo cha kupigia kura ya mapema ni chuo cha afya Mbweni. Jimbo la Mwanakwerekwe, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya am... Al Ehsan Girls. Jimbo la Pangawe, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya msingi Kijitoopele. Jimbo la Amani, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya msingi Kilima Hewa. Jimbo la Chumbuni, kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya sekondari Chumbuni. Jimbo la Jang'ombe, kituo cha kupigia kura ya mapema ni sukuli ya Jang'ombe. Jimbo la Kikwajuni, kituo cha kupigia kura ya mapema ni sukuli ya Tumekuja. Jimbo la Kwahani, kituo cha kupigia kura ya mapema ni sukuli ya msingi Muungano. Jimbo la Magomeni, kituo cha kupigia kura ya mapema ni sukuli ya msingi Sebleni. Jimbo la Malindi, kituo cha kupigia kura ya mapema ni sukuli ya sekondari Haile Salasi. Jimbo la Mpendae kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya Salum Turki. Jimbo la Shauri Moyo kituo cha kupigia kura ya mapema ni skuli ya ufundi Mikunguni. Tangazo hili limetolewa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar.